Alikuwa amezungukwa na watu ambao ni wasinzi, alikuwa amezungukwa na watu ambao ni wareve, alikuwa amezungukwa na watu ambao ni wavuta bange, alikuwa amezungukwa na watu wa kila aina, lakini Nuhu hakuweza kumwasi Mungu. Nuhu alizidi kudumu katika utawa, katika dunia iliyokuwa ikioza, dunia iliyokuwa imelemewa na mzigo wa zombe dunia, dunia ilikuwa imewayawaya, dunia ambayo ilikuwa imeoza kwa vitendo vya kitafsiri. Nuhu yeye aliamua kusimama na Mungu yeah, aliamua kwa hekima ekezo ya Mungu yeah. Ndipo Mungu sasa alivyoona uasi umezidi duniani akasema, hii mbegu ni mbaya sana, hii mbegu ni chafu sana, bora niiangamiza na kuiondoa ianzishe kizazi cha watu wengine watakaoweza kunitii. Haleluya, Bwana yeah, yeah, Yesu asifiwe sibalibaliki yeah. Mungu alivyotazama duniani akaona kwamba watu wameasi vitendo vya usoga na urawiti vimezidi. Watu wanawakia na tamaa, watu wanaenenda katika njia zisizostahili, asiye Mungu ikawaka lakini kwa sababu Mungu alikuwa amesema hawezi kumwangamiza mwenye haki iyo na mwenye dhambi pamoja, akasema, Nuhu, nimeuona msimamo wako nimeuona utefu wako nimekuona namna ambavyo umeamua kunita mimi katikati ya kizazi kilichooza katikati ya hey, kizazi kinachoenda hey, kwa upenzi wangu nimeona uvumilivu wako hey, hey. Sasa adhabu yangu inasuka hey, inaenda kutoka mbinguni inasuka na kuangamiza kila kiumbe Ali. Sasa so, so, no, unajua ni ace Mungu, nataka ufanye kitu kimoja, nataka unitengenezea safina, nataka kupitia mtu wa mvingi unitengenezea safina kubwa sana, kabla sijaruhusu maji kutoka juu yakasuka na kufunika dunia. Haleluya, Amen hey, hey. Bwana Yesu asufuru <mimusia> jina la Bwana libarikiwe <mimusia> basi. Bwana Nuhu akapokea maelekezo, kwa sababu Nuhu alikuwa ni mtauwa na mtiifu akapokea maelekezo ya Mungu, akasema, Baba, haina shida wewe nipe maelekezo tu. Baada hapo, akakusanya familia yake, akakusanya vijana wake watatu, akaingia nao msituni, msitu kama ule wa Rubia nao, akaingia huko akakusanya magogo ya kutosha, akaenda kutengeneza safina. Watu akaanza kumshangaa, anatengeneza safina no, huko anawaambia kwamba jamani, dunia itaenda kuharibiwa muda si mrefu, Mungu ataenda kuyaruhusu maji aliokuwa coo yasuk afunike uso wa dunia na kila kiumbe kitateketea. Akasema Nuhu no, umechezi wewe. Akasema Nuhu no, umechanganyikiwa mm -hmm, hiyo kitu haiwezekani bwana, haiwezekani. Mungu akafanya hivyo? Mungu ni mwenye huruma. Mtambua Mungu kwa, kwa namna moja tu kwamba ni Mungu mwenye huruma, akakujua kwamba maovu ya kizidi yanachochea hasira na ya ghadhabu ya Mungu inasuka kutoka duniani mm -hmm, inateketeza

akaanza kutengeneza safina huku wakiwahubiria watu wape wache dhambi, lakini wakawa wanamshangaa, wakasema hili zee limezeeka vibaya. Bwana, mbona hili zee lenyewe limezeeka tofauti na wazee wenzake? Wazee wenzake wanazeeka kwa kuongeza wanawake, wazee wenzake wanazeeka kwa kuongeza vibiti vizuri vizuri, unavyotibukia mbona hili zee limezeeka kiu tofauti sana? Wakaanza kumshangaa huyu mzee, vipi amevuta bangi ya wapi anataka kutengeneza kitu gani? Wakabakia wana mshangao, wakaona kabisa kwamba hii bangi aliyovuta huenda ni kitu. Huyu jamaa gani, haya mawazo mbingu ya wapi cha harusi. Wakashangaa, huyu jamaa amelewa pombe gani, haya mawazo ametoa mbingu ya wapi? Amen. Wakabakia wanashanga, lakini Nuhu akadumu kuambia kwamba jamani, mm. mwachane na dhambi, muda si mrefu hii dunia itafunikwa na maji. Garika, muda si mrefu garika. Mungu ataigarikisha dunia, ataua kila kiumbe, lakini wale wenye haki watakaoamua kuachana na njia zisizo stahili ndio watakaokuwa halali kuingia katika safina. Haleluya, watu wengi wakapuuza. Bwana nu akasema, mimi sijali namsikiliza Mungu. Bwana akawa anatengeneza anatengeneza safina, lakini hali ya hewa kama yani ikavu, haionesi kama kuna mvua itanyesha, yani anga ni ikavu kuliko kawaida kama unavyoliona anga ya sasa hivi. Ilikuwa ikwa ionesi dalili yoyote angani kwamba kuna na mvua ye bwana yake akaendelea kujipa moyo, akamwamini Mungu akasema kwamba Mungu wetu si muongo, si mwanadamu hata aseme uongo.